Hata hivyo, serikali yetu imeendelea kutoa msamaha ili kuhakikisha wananchi wote wanapata matibabu katika ngazi zote na hasa matibabu ya kibingwa na kibobezi. Msamaha wenye thamani ya shilingi bilioni 38.7 umetolewa kwa wananchi laki mbili na elfu sitini na nane mia mbili arobaini na nne wa wasio na uwezo. Na Mheshimiwa Spika, magonjwa ambayo yametolewa msamaha ni pamoja na uchujaji wa, wa damu, huduma za mionzi, wagonjwa wa saratani, vipimo vya maabara, huduma za radiolojia, radio lakini huduma za upasuaji, gharama za kumwona daktari na huduma za wagonjwa mautiuti Mweshimiwa Spika, serikali yetu imeimarisha pia huduma za ubingwa na ubingwa bobezi ambazo zimeweza kufanyika katika hospitali zote za kanda na hospitali maalumu na hospitali yetu ya taifa kwa lengo la kusogeza huduma hizo kwa wananchi. Mweshimiwa Spika. Kwa mara nyingine Tanzania imeendelea kuweka historia katika huduma hizo za kibobezi, imeweza kupandikiza figo wagonjwa 21, vifaa vya usikivu wagonjwa 16, uloto, wagonjwa 7, meno wagonjwa 64, mimba kwa wanawake 8, upasuaji wa kupunguza uzito wagonjwa 13, nyonga na magoti wagonjwa 320, moyo bila kufungua kifua wagonjwa 1313, moyo kwa kufungua kifua wagonjwa 1086, ubongo wagonjwa 89, tiba mionzi wagonjwa laki moja hamsini na mbili mia mbili themanini na saba, tiba ya kinga wagonjwa arobaini na nne, saratani ya mlango wa kizazi wagonjwa laki tano ishirini na saba mia sita na sita, saratani ya matiti wagonjwa laki tano arobaini na sita mia tisa tisini na tatu, kuweka puto tumboni wagonjwa mia moja hamsini na tatu, kuchuja damu wagonjwa elfu moja tisini na tano na tiba radiolojia wagonjwa mia mbili sitini na nne. Mheshimiwa Spika, huduma mpya za ubingwa na bobezi zilizoanzishwa katika kipindi hiki, uh, katika serikali za umma ni pamoja na upandikizaji wa mimba, upasuaji na uchunguzi wa kichwa na ubongo bila kufungua fuvu, upasuaji wa mgongo kwa kufungua eneo dogo, upasuaji wa kuondoa uvimbe kwenye ubongo kupitia tundu la pua. Mheshimiwa Spika, wizara imeendelea kuhakikisha upatikanaji wa huduma angalau nane za msingi za ubingwa katika hospitali za rufaa za mikoa kumi na tano zinapatikana ikilinganishwa na mikoa nane uh, katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne, na huduma hizo nimeshazisema pale mwanzo. Ni wito wangu Mheshimiwa Spika, pamoja na huduma hizo serikali imeweza uh, kuhudumia jumla ya wagonjwa elfu Uh, 1885 ambao walihudumiwa na kambi za madaktari bingwa wa Dr. Samia kama nilivyosema, tuko nao hapa ndani, na katika kipindi hiki ni mikoa saba tu ilipatiwa ilipata fursa ya huduma hizo. Wito wangu Mheshimiwa Spika ni kuwasisitiza wananchi na viongozi walioko katika maeneo husika pale tunapotangaza huduma za madaktari bingwa wa Dkt. Samia wawahamasishe wananchi kujitokeza kwa wingi. Mheshimiwa Spika, kutokana na kuboresha tiba utalii Jumla katika kipindi hiki jumla ya wagonjwa elfu nne mia tatu thelathini na saba wametibiwa hapa nchini kutoka kobolo, Malawi, Burundi, Zambia, Rwanda, Afrika Kusini, Msumbiji, Congo Diarasi, Sudani, Uganda, Zimbabwe, Ethiopia, Somalia, Kenya, Egypt, Mauritius na wote hao walikuja kwa ajili ya huduma ya magonjwa ya moyo, mifupa, mifumo ya fahamu, figo na saratani. Mheshimiwa Spika, hii inadhihirisha serikali yetu imeshajenga ubobezi wa kutosha unaoweza kuvutia na mataifa mengine kuja kutibiwa hapa nchini. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia hospitali na taasisi zake walikwenda pia nje ya nchi na kutoa huduma mkoba kwa wagonjwa elfu mbili mia saba na sabini katika nchi ya Malawi, visiwa vya Komoro, Burundi na pia kutangaza huduma za kibingwa zinazotolewa katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Spika, serikali na wizara imeendelea na mapambano dhidi ya magonjwa ya kuambukiza na kuhakikisha kwamba Huduma za kupunguza na kuzuia maambukizi mapya ya magonjwa kama ya kifua kikuu, malaria, VVU na ukimwi, homa ya ini na magonjwa ya ngono vinaendelea kushushwa. Mheshimiwa Spika, tunashukuru kuliarifu bunge lako tukufu kwamba maambukizi ya magonjwa haya yameendelea kupungua. Mheshimiwa Spika, katika kushughulikia magonjwa ya mlipuko na huduma za mpakani serikali imeweza kuendelea kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwepo kipindupindu mabag na mpox. Aidha, tarehe kumi na tatu Machi, serikali ilitangaza kuisha kwa mlipuko wa ugonjwa wa mabag ndani ya siku hamsini na nne tu na kuvunja rekodi ya, ya mapambano ya ugonjwa huo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwahakikishia wananchi wa Tanzania serikali ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kupitia wizara ya afya imejipanga kuzuia na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko na magonjwa ya kuambukiza Mheshimiwa Spika, huduma za chanjo zimeendelea kufanya vizuri. Jumla ya watoto zaidi ya milioni mbili uh, laki tisa na tisini na tano mia tatu kumi na nne sawa na asilimia tisini na sita ya watoto wote walipatiwa chanjo. Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo yamekidhi viwango vinavyopendekezwa na shirika la afya duniani kufikia asilimia tisini na kutufanya tuwe tumezidi viwango hivyo. Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo yametokana na ushirikiano wa serikali na wadau, na kama nilivyosema mwanzo, ujenzi wa magara na miundombinu ya kusambaza chanjo nchini yamesaidia sana, lakini eneo ambalo tunajivunia katika kazi hiyo ya chanjo, Mheshimiwa Spika, kwa kazi kubwa ya serikali serikali yetu imeweza kupunguza gharama za uendeshaji wa huduma za chanjo kutoka bilioni kumi na nane mpaka kufika bilioni moja nukta nane. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu kwa kuweza kusaidia kus, uh, kusevu fedha hiyo nyingi kwa matumizi ya nchi. Mheshimiwa Spika, huduma za lishe nazo zimeimarika watoto milioni tisa nukta nne wamepata matone ya vitamini A e, sawa na asilimia tisini na tisa nukta nane. Lakini vilevile wananchi wameweza Uh, wameweza kufikiwa na kuelimishwa kutumia vyakula vinavyoongeza virutubishi nchini na nikwisha kusema mashine ambazo tumezisambaza. Mheshimiwa Spika, shughuli za afya, mazingira na usafi na hasa kampeni yetu yafanya kweli usibaki nyuma, mtu ni afya imefanya vizuri kwa kuongeza kaya zenye vyoo bora kutoka milioni 8.2 mpaka kufika milioni 8.5 sawa na asilimia 74.4. Mheshimiwa Spika, udhibiti wa dawa vifaa tiba na vitendanishi, serikali imeamua kuweka mifumo katika kusimamia uagizaji, utunzaji na matumizi ya, ya vifaa tiba kuanzia ngazi ya bohari ya dawa MSD mpaka kwenye vituo vya kutolea huduma. Sambamba na hilo, serikali imeamua kuweka alama ya utambuzi ya GOT, yani Government of Tanzania kwenye bidhaa zote za afya ambazo zinasambazwa na serikali ili kudhibiti uh, matumizi mabaya ya vifaa hivyo katika mikoa yote. Mheshimiwa spika, wizara imeongeza maabara 1883 na kufanya kuwa na maabara 11665. Mheshimiwa spika, tunashukuru sekta ya binafsi nayo na imeweza kuchangia kuweka maabara za kiuchunguzi mbili na, na sisi kama serikali tunasema sekta binafsi ni washirika katika shughuli za maendeleo ya afya na sio washindani, na tutafanya nao kazi bega kwa bega. Mheshimiwa Spika, aidha Wizara imefanikiwa kukusanya jumla ya chupa za damu salama laki nne na tisa kwa ajili ya huduma nchini. Mheshimiwa Spika, huduma za ukunga, serikali kupitia Wizara imeweza kuwawezesha watumishi 12000 kuweza toa huduma za staa zenye kuzingatia utu, heshima, mawasiliano, mila na desturi zetu. Aidha, madawati 400 tumeyafungua ili kusikiliza na kupokea changamoto na kuzifanyia kazi. Mheshimiwa Spika, kuhusu rasilimali katika sekta ya afya nilikwisha kusema, na tukiangalia ukurasa wa 151 tumetoa maelezo zaidi. Mheshimiwa Spika, wizara pia imeendelea kutoa ufadhili uh, wa Samia Health Super uh, Program na tumefanya vizuri. Ninaomba turejee ukurasa wa 153 kwa sababu nilishatoa maelezo hapa uh, hapo awali. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha ubora na ufanisho, ufanisi wa utoaji huduma na kupunguza gharama za matibabu kwa wagonjwa na muda wa kupata huduma, wizara imesimika mfumo wa afya wa Electronic Health Management Information System katika hospitali zote za rufaa mikoa 28. Na hata hivyo, Mheshimiwa spika, tunataka sasa tuende mpaka kwenye hospitali zote za kanda ili kufanya udhibiti wa kutosha. Mheshimiwa spika, kwenye eneo la tathmini tumeendelea kufanya vizuri naomba uh, waheshimiwa wabunge waangalie ukurasa wa 157 wa kitabu changu, kwa sababu hata tumefanikiwa kuunda timu ya wataalamu 126 wa kufanya kazi hiyo. Mheshimiwa Spika, ugharamiaji wa huduma za afya, tumeendelea kufanya vizuri katika kipindi cha mwaka 2024 2025. Mheshimiwa um, Spika, shilingi trilioni mbili nukta tano nne kutoka wizara zote za kisekta zinazotekeleza afua za afya ziliweza kupatikana, ukilinganisha na na shilingi trilioni mbili nukta sita sita ambazo zilitengwa kwa katika mwaka wa fedha 2023 24. Mheshimiwa Spika, hapo pia kiasi cha shilingi bilioni 183.2 sawa na asilimia 31.6, kimetolewa kwa ajili ya ununuzi na ugomboaji na utunzaji na usambazaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Mheshimiwa Spika, katika kukabiliana na athari zinazotokana na mabadiliko ya sera za kimataifa katika kufadhili sekta ya afya, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu imefanya tathmini ya namna ya kukabiliana na changamoto ya athari hizo kwa kutenga kiasi cha fedha bilioni uh, mia mbili na mbili kwa ajili ya kutumika katika kipindi cha mwezi Machi hadi mwezi Juni. Kati ya fedha hizo kiasi cha bilioni 141.9 kimetolewa kwa ajili ya ununuzi wa dawa za ARVs bif, na bidhaa za kifua kikuu na malaria. Aidha, serikali imeongeza bajeti ya dawa kwa mwaka huu wa fedha kutoka shilingi bilioni 200, 2024/25 hadi bilioni 300 kwa mwaka wa fedha 2025/26. Ongezeko hilo litawezesha ununuzi wa dawa za ARVs pamoja na dawa nyingine. Mheshimiwa Spika, hapa naomba kulijulisha bunge lako tukufu kuwa serikali imejipanga kweli kweli kuhakikisha dawa hizo muhimu zinaendelea kupatikana kwa wananchi katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya kama kawaida, bila kuwa na a, mabadiliko yoyote. Miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, miradi ifuatayo ya ujenzi imefikia zaidi ya asilimia 80: jengo la huduma ya afya ya uzazi mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiu, jengo la wagonjwa nje katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Lindi na Mtwara, na hospitali ya mkoa wa Mara awamu ya nne. Mheshimiwa Spika, jengo jingine la huduma ya uzazi mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi, jengo la kutolea huduma za wagonjwa wa nje ya awamu ya pili katika hospitali ya rufaa ya Ruvuma, jengo la saratani katika hospitali ya Benjamin Mkapa nalo na limefikia asilimia sitini na kuelekea asilimia themanini. Mheshimiwa Spika, miradi mipya ya ujenzi inayofanyiwa usanifu kwa ajili ya kuanza utekelezaji ni pamoja na huishaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, hospitali yetu ya taifa Kongwe, ujenzi wa hospitali ya kanda ya magharibi Kigoma, ujenzi wa majengo na ukarabati wa miundombinu ya kutolewa mafunzo katika vyuo vya kati kumi na tatu, ujenzi wa jengo la watoto wachanga katika hospitali ya mkoa wa Pwani Tumbi, Ruvuma, Tabora, Kiteto, Geita, Simiu, Dodoma Singida na Manyara, ujengo ujenzi wa jengo la uzazi wa mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera, Tanga, Morogoro na Katavi, ujenzi wa OPD katika hospitali ya Mount Meru mkoani Arusha, ujenzi wa chumba cha kuhifadhia maiti na kichomea taka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga, ujenzi wa majengo ya damu salama katika hospitali za mikoa ya Mara, Shinyanga, Ruvuma, Singida, Songwe, Chato na Katavi, ujenzi wa ghala la kuhifadhia dawa Chato, ujenzi wa usimikaji wa mitambo ya hewa katika hospitali zote za rufaa katika nchi yetu ya Tanzania, ujenzi na usimikaji wa vifaa katika wodi za watoto wachanga kwenye hospitali za rufaa za Tumbi, Songwe, Tabora, Geita, Simiyu, Dodoma, Singida, Manyara na ujenzi wa maternity complex katika hospitali ya rufaa ya Kagera. Lakini vile vile, Mheshimiwa Spika, tutaendelea na ujenzi wa hospitali maalum katika mkoa wa Kagera na hospitali ya tiba shufaa katika mkoa wa Tabora, Nzega. Maelezo zaidi yako ukurasa wa 161 mpaka 162 pamoja na viambatanisho. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa majukumu ya taasisi umeonyeshwa ukurasa wa 163 t mpaka 191 na, na, na utekelezaji wa majukumu ya bodi za usajili umeelezwa ukurasa wa 191 mpaka 206. Mheshimiwa Spika, naomba sasa kwa heshima na taadhima <coughs> niweze kusema kwa ufupi vipaumbele vya bajeti ya mwaka 2025 26 ambapo kiasi cha shilingi trilioni moja bilioni 618 milioni 191 na laki mbili na laki mbili na elfu 35 kimekadiliwa kutumika katika vipaumbele vifuatavyo. Vipaumbele hivyo, Mheshimiwa Spika, cha kwanza ni kuimarisha huduma za kinga dhidi ya magonjwa ya kuambukiza yakiwemo magonjwa ya mlipuko na magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele. Na hapo, Mheshimiwa Spika, tutaendeleza usimamizi wa magonjwa hayo katika mikoa ishirini. Tutakamilisha uanzishwaji wa programu ya taifa ya lishe na kuendelea na shughuli nyingine kama zinavyojionyesha kwenye kitabu changu. Mheshimiwa Spika, katika eneo hilo pia tutanunua boti tano za ambulance na vipima joto tembezi ishirini na nane Mheshimiwa Spika, tutaendelea na ile program ya wahudumu wa afya ya jamii katika mikoa yote. Eneo la pili ni kuimarisha upatikanaji wa ubora wa huduma za afya zinazotolewa katika ngazi zote kuanzia zahanati za anati hadi taifa na hapo tutaimarisha mifumo ya tehama <coughs> Na kuanza kutumia akili mnemba yani artificial intelligence katika huduma za tiba nchini. Lakini Mheshimiwa Spika, tutashughulika pia na swala zima la mikataba ya huduma bora kwa wateja, wananchi waweze kupata huduma bora katika nchi yetu ya Tanzania kwa miundombinu iliyowekwa. Tutaanzisha taasisi ya afya ya jamii, lakini tutaimarisha hospitali ya Benjamin Mkapa kufikia kuwa hospitali ya taifa na kuanzisha kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki cha matibabu ya magonjwa ya damu katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Mheshimiwa Spika tutaanzisha pia kituo cha umahili cha figo katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Lakini mheshimiwa Spika, kazi nyingine tutafanya kuipa ha kuzipa hazi za kitaasisi hospitali ya Milembe, hospitali ya magonjwa ya mpukizi Kibong'oto, na hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Tutashughulika pia na tafiti za kushughulika za kushughulika na Uh, vimelea usugu wa vimelea vya madawa. Mheshimiwa Spika, tutaendelea kuimarisha mifumo ya ugharamiaji na hasa utekelezaji wa sera ya bima ya afya kwa wote na kusimamia pia, uh, bajeti ya fedha kukidhi mahitaji ya nchi. Tutaendelea kufanya tafiti kwa kutumia taasisi ya NIMR na taasisi nyingine na tutaendelea kuimarisha huduma za afya ya uzazi na hasa kuendeleza ununuzi wa vifaa tiba kwenye wodi za watoto na kununua dawa na hasa dawa ya surfactant ambayo inatumika kuokoa maisha ya watoto wanaozaliwa chini ya uzito. Mheshimiwa Spika, tutaimarisha uendelezaji wa wataalamu wa sekta ya afya kwa kusomesha wabobezi kwa seti na vilevile, tutaende, tutasimamia mafunzo ya afya kwa kutumia tehama. Tutaimarisha huduma za matibabu ya ubingwa na ubingwa bobezi kwa kuanzisha kituo cha uzalishaji wa, wa viungo tiba. Lakini vile vile, Mheshimiwa Spika, tutaendelea kusimamia afua za tiba asili na tiba mbadala kwa kuendeleza tafiti na kufanya mambo mengine ambayo yameainishwa katika hotuba yangu. Tutaimarisha upatikanaji wa hutuma za tiba dhidi ya magonjwa ya kuambukiza na magonjwa ya yasiyoambukizwa, na hapa, Mheshimiwa Spika, serikali imejipanga kuanzisha Kufufua kiwanda cha Tanzania Pharmaceutical Industry cha Arusha ili kiweze kuzalisha ARVs lakini tutaanzisha viwanda vingine vya kuzalisha tutaanzisha viwanda vya chanjo na viwanda vingine vya ARVs kwa kushirikiana na wawekezaji na pia chanjo za hepatitis Mheshimiwa Spika eneo la mwisho tutaimarisha huduma ya afya ya akili na utengamao na hususani kwa watoto wazee na Watanzania kwa ujumla kwa kufanya yale ambayo yameainishwa kwenye eneo langu. Shukrani. Mheshimiwa Spika, naomba kwa namna ya pekee nitoe shukrani kwa wakurugenzi wakuu wa taasisi na hapa nitawataja wachache wata, Mavele Ali, Aileen Charles Isaka, Bwana Adamu Mitangu, Profesa Saidi Shebe, Fidelis Mbaruku Mafumuko, lakini vilevile vile, naomba niwapongeze wakurugenzi wa hospitali za taifa na kanda maalumu Profesa uh, Mohamed Yakubu Janabi, Dr. Mpoki, Dr. Peter Kisenge, Dr. Diwani Bakali msemo, Dr. Leonard Maduhu Subi, Dr. Pauli Serela Lawala na madaktari wengine ambao ni wakurugenzi wa hospitali za rufaa na hospitali za kanda. Mheshimiwa Spika, nawapongeza pia watendaji kuanzia ngazi ya taifa mpaka kwenye zahanati zetu, wa uh, waganga wa faidi na wale wote ambao wameendelea kutusaidia. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza majukumu yangu katika wizara tumeendelea kushirikiana na nchi rafiki na mashirika ya kimataifa katika sekta nyingine uh, uh, katika sekta mbalimbali mbali, lakini ambao yameweza kujumuisha nguvu zao kwenye sekta ya afya. Nitumia wasahau kuzishukuru nchi za Canada, Denmark, Uingereza, Ireland, Uswisi, Korea Kusini na mashirika ya maendeleo kimataifa yakiwemo Benki ya Dunia, UNFPA, UNICEF kwa kuchangia katika mfuko wa wa pamoja, yani health basket fund. Aidha, nazishukuru nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu, Uturuki, Marekani, Ujerumani, Ufaransa, China, Cuba, India, Italia, Japani, Misri, uh, Sweden na nchi nyingine kwa kazi kubwa wanaoifanya lakini niyashukuru mashirika yote ambayo ni ya kimataifa yanayochangia katika wizara ya afya, lakini nishukuru taasisi za ndani ya nchi na hapa, Mheshimiwa Spika, orodha ya taasisi hizo zote iko kwenye kitabu changu. Lakini ni kipekee niwashukuru sana ndugu zetu wa ubaya ubwera chini ya Mo Foundation, lakini wananchi kupitia GSM, mabenki na taasisi za fedha. Mwisho Mheshimiwa Spika, sasa naomba nilete maombi ya fedha kwa mwaka 25 26 Mheshimiwa spika kwa mwaka wa fedha 2025-2026, wizara na taasisi zilizo chini yake imekadiria kukusanya kiasi cha shilingi bilioni mia nane kumi na tisa milioni mia tisa sabini na saba laki nane na sitini na mbili mia sita na mbili na senti kumi na nne kati ya fedha hizo shilingi bilioni 74 milioni 207 laki tatu na tatu na mia tatu na saba zinatarajiwa kukusanywa kutoka vyanzo vya ndani. Uh, makao makuu ya wizara shilingi bilioni mia moja hamsini na tatu milioni mia saba tisini na mbili laki sita tisini na sita mia sita tisini na tatu zinatarajiwa kukusanywa kutoka hospitali za rufaa za mikoa shilingi bilioni mia tano tisini na moja milioni mia tisa sabini na saba, laki nane na sitini na mbili, mia sita na mbili na senti kumi na nne zinatarajiwa kukusanywa kutoka katika taasisi za mashirika yaliyo chini ya wizara. Matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025/2026 wizara imepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni mia sita ishirini na sita milioni laki moja thelathini na sita kwa ajili ya matumizi ya kawaida, sawa na asilimia 39 ya bajeti iliyotengwa ambapo kiasi cha shilingi bilioni 475 milioni 414 laki moja na kumi na tisa ni kwa ajili ya mishahara ya wizara na taasisi zilizo chini yake na kiasi cha shilingi bilioni 151 milioni 15 elfu 17 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Katika miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, wizara imepanga kutumia shilingi bilioni 961 milioni saba hamsini na nane elfu tisini na tisa kwa ajili ya miradi ya maendeleo sawa na asilimia sitini na moja ya bajeti iliyotengwa na kati ya fedha fedha hizo fedha za ndani ni shilingi bilioni 564 na milioni 458 laki sita na elfu tisa na fedha za nje ni shilingi bilioni 427 milioni 299 laki nne na tisini elfu. Mheshimiwa Spika, jumla ya fedha zote zinazoombwa kuidhinishwa na bunge lako tukufu kwa ajili ya wizara na taasisi zilizo chini yake fungu 52 ni shilingi trilioni moja bilioni 618 milioni 191 laki mbili thelathini na tano elfu ili kuweza kutekeleza malengo na vipaumbele nilivyovisema. Mheshimiwa Spika, tunataraji kuwa na utekelezaji mwingine wa kimbunga cha suma, tsunami katika sekta ya afya kwa mwaka ujao wa fedha. Hotuba hii inapatikana pia katika tovuti ya Wizara ya Afya yaani www.moh.go.tz. Uh, Mheshimiwa Spika, naomba sasa kwa heshima kubwa niweze kutoa hoja. Mheshimiwa Wabunge, hoja imeunga mkono. Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri asante sana.